Hawa, wabungo, wabungo, wabungo. Hakuna mkate mgumu mbele ya supu na sisi ndio wataalamu wa supu hapa Dar es Salaam. <laughs> Sisi ndio wataalamu wa supu. Kwa hiyo mkate wote uje. Kwa hiyo uje boflo, ukienda Pemba kuna tosi, njoo nayo. Sisi ndio wataalamu wa hayo mambo.